Nilikuwa namngojea huyo jamaa wa kitendawili. Nimuulize kwa nini? Wakenya walimkosea nini? Bei ya unga imeongezeka from 90 shillings kabla ya handshake mpaka mia mbili na thelathini wakati huu. Ni kweli ama sikweli? Yes. Na kama hako na mpango ya kuongeza ama ya kurudisha chini. Yes. Si yule jamaa angeongeza bei ya unga mpaka ifike 500? Kama huko na shida na William Ruto na wale wa Kenya milioni 30 walikuwa wanangojea hiyo debate. Wewe uko shida gani na wao? Mimi, nauliza, nyinyi muko tayari twende hii barabara pamoja? Yeah! tuko na kura yenu, yeah! tarehe tisa mwezi wa nane hebu yeah! nione wala wanasema ni yeah! <coughs>